Jumbo Pekin, White Pekins. Hawa wako watatu, dume moja na majike mawili, very expensive na tumewatenga kimaalum ili kuweza kuingia kwenye awamu nyingine ya, ya kuzalisha. Kwa hiyo wanapata chakula kizuri hapo, wanapata hiyo uh, layer mash uh, uh, uh, uh, ni layers mash maalum kwa ajili ya mayai na maji yako hapo nje. Kija hapa nje unakutana na bata aina ya White Pekins. Hawa wote wamezaliwa na uh, wale wazazi ambao tumetoka kuwaona ndani pale. White Pekins wamechangamka kwelikweli. Hawa bata ukiwahitaji lazima ujipange kwa fedha eh. Bata hawa hawaugui, bata hawa ni wanataga mayai, wan, wanakuwa na nyama ya uzito wa kilo tatu ndani ya miezi mitatu. Pia bata wa White Pekins nimemweka huyu mmoja uweze kuelewa, hawa ni bata Uh, wa kisasa ambao uh, ni bata tajiri sana wa nyama na mayai. Hawa bata kwenye mayai ni kiboko. Huyu bata mmoja ana uwezo wa kutaga mayai mia tatu na themanini kwenye mzunguko wake wa kwa kwanza. Na kwenye suala la nyama wanakuwa haraka sana. Wanakuwa kiasi kwamba ndani ya miezi mitatu au miwili wana uwezo wa kufikia uzito wa kilo tatu. Hawa bata ni bata wasafi, wanapenda kuogelea, wanapenda maji na ni weupe, ndio maana wanaitwa white pekini. Kwa hiyo kama huyo alivyo hapo, nikimtoa tu mahali kwenye maji, atakimbia haraka anze kuzama na kuogelea. Hawa bata uh, parent stock ambao tumewalea kwa uh, lengo kabisa maalum la kutaga sana na kwa maana ya kuzalisha, huwa tunawauza laki tano na elfu kumi pea lakini uh, kama ni yule ambaye ndo ameanza kutaga uzao wake wa kwanza pea ya manake ya jike na dume huwa tunamuuza laki mbili na elfu kumi. Vifaranga wa siku moja wanaanzia elfu kumi, elfu kumi na tano na kuendelea. Sasa ninataka nikushauri, uh, mtu wote ambaye unafuga mabata ikiwemo mascovi uh, bukini gus jumbo pekin, uh, malad um, kak Campbell Bata yote ile na unataka kujua soko la bata likoje, ninaweza kukusaidia lakini, kwa sasa, ni kukaribishe uweze kujipatia bata aina ya White Pekini kwetu kwa bei nafuu sana. hawa <coughs> ndo vifaranga wake. Sasa hawa ndo vifaranga wake, hawa ndo vifaranga wa White Pekini.